basi imempendeza mungu injili ya yesu kristo ni mapenzi yake mungu injili ya yesu kristo ibiriwe ya mahali hapa e mungu abrahamu wa isaka na yakobo sifa na utukufu ni zako asante kwa maana imekupendeza bwana injili ya yesu kristo ibiri hapa mungu kweli tunaelekea mwaka mpya bwana lakini ni wangapi wako na mioyo mipya ambao ndani ya mioyo yao bwana wako na uhakika kwamba wakiondoka katika safari hii bwana wataishi nawe milele Mungu, nenda ukanene sawasawa na inapokupendeza, nenda ukamkemee ibilisi, nenda ukamkemee muovu yoyote yule ambaye atajaribu Bwana kuintafia na neno lako, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, amina. Ya kitabu cha Amos, kitabu cha Amos, Amos nne, Amos nne, mstari wake ni wa kumi na mbili Hivi ndio Mungu anakuambia, hivi ndio Mungu ananiambia, kitabu cha Amos, Amos nne kumi na mbili. Basi nitakutenda hivi, Mungu anakuambia, basi atakutenda hivi, basi nitakutenda hivi e Israeli. Na kwa sababu nitakutenda hivi, ujiweke tayari. Mungu anamwambia mwanadamu, jiweke tayari kuonana na Mungu wako e Israeli. Mungu anamwambia mwanadamu, jiweke tayari We kama ni mwanadamu, Mungu anakuambia we jiweke tayari. Twaelekea mwaka mpya. Je, uko na moyo mpya? Twaelekea mwaka mpya kwa uwezo wa Mungu. Je, matendo yako ni mapya, ama yale machafu umeyafanya, yale maovu umefanya 2025 umesini, umelala na makaba, umelala na malaya, umelala na mume wa wenyewe. Haujali, unaingia mwaka mpya na tabia hiyo hiyo, attitude hiyo hiyo. Hiyo ni viaka mbele za Mungu. Umekula miraa 2025, 2026 opange kwenda kula mgokana miraa haitaenda hivyo. Rekebishika, rekebishika. Kuna watu na wajua, kuna watu na wafahamu, kuna watu tumewaubiria hawakufika 2026. Mimi na wewe kwa neema ya Mungu bado masaa kidogo tufike, lakini nini iko kwa moyo wako? Ni kufanya usafu ya? kuna watu hapo wanaangalia pornografia na unapanga tu 2026 uendelee kuangalia pornografia. Akili iko sawa kweli? Wewe nani? Wewe huyu, akili iko sawa? Unamcwa analala na bibi ya wenyewe. 2025 ulilala na mke wa wenyewe, 2026 bado umepanga kwa moyo wenda kulala tena? Hii ni dhihaka, hii ni sawa na kumtukana Mungu kwa ule wema amekuonyesha. Umempa nini Mungu? Saa hii uko hai, nini umempa Mungu? ni nini mimi nimempatia Mungu? Hakuna chochote umempatia cho Mungu. Weka chini kiburi, tubu dhambi zako, mwamini Kristo, ishi maisha masafi. Usimlipe mungu mabaya na amekupatia mema. Unafikiri ni watu wangapi wako Makadara saa hii? Unafikiri ni wamama wangapi wamejifungua kupitia operation Makadara saa hii wako hapa tu. Huko hapa, mimi niko hapa, twafikiria nini? Kuna mtu mtumakadara ipumzi anailipia, kuna mtu makadara ipumzi anailipia. Uko mali hapa, huko mali hapa, unapanga hii pumzi ukaifanyie uovu. Hiyo ni sana kumlipa Mungu mabaya. Mungu amekurehemu, Mungu amekupatia nguvu, amekupatia afya, wewe unampa nini? In return, unampa nini mumba wako? Wamregesha nini mumba wako ya kasini? Ujiulize kama uko potrisi, inamaanisha kama mimi siko potrisi, inamaanisha akili zangu ziko sawa, na kama uko potrisi, inamaanisha akili zetu ziko sawa. Basi tujite mkutano, tujiulize, Mungu amenifanyia wema mimi, nimemfanyia nini Mungu wangu? Umemfanyia nini Mungu wako? Umesaidia maskini umesaidia wajane hawa, walemavu tunaona hapa, unawapatia chochote kile? Una mti, uko radhi ununue sigara, lakini usisaidia hata yatima ama kipofu uko mbele yako. Alafu ataka Mungu aendelee kukubariki, atakubarikiaje? Mungu anasema kwa kitabu cha Amos, Mungu anamwambia kila mwanadamu Mungu anasema basi nitakutenda hivi e Israeli, na kwa sababu nitakutenda hivi, ujiweke tayari. Jiweke tayari. Waislamu wanakufa, Wakristo wanakufa. hakuna hakuna dini kwa mauti, na hakuna jehanamu, hakuna dini kwa jehanamu. Uko kwa Uislamu, utakufa, hujamwamini Kristo ukaishi maisha matakatifu, Jehanamu ni sehemu yako. nitakutenda hivi, ujiweke tayari kuonana na mungu wako, e, Israeli. Mungu anakuambia jiweke tayari. Wafikiria vipi kumu, wafikiria kuvuka mwaka na hali gani? Wafikiria kwenda 2026 kwa uwezo wa Mungu na moyo gani? matendo gani? ukiwa hai ndio mungu anakutaka, ukiwa hai ndio mungu anakutaka, lakini ukifa kama hujawahi kumpokea Mungu, Mungu anaja na wewe, Mungu anaja na wewe. Ukiwa hai ndio Mungu anakutaka, saa hii ufanye marekebisho kwa kutubu dhambi na kumwamini Kristo na kuishi maisha matakatifu, hakuna mjadala. Lakini umeishi maisha yako machafu, alafu umekufa, Mungu anasema huyo hata si wangu, huyo si wangu. Wende, unajuliza iko hivyo, iko hivyo. Kwa maandiko, waraka wa kwanza wa Yohana tatu mstari wa, wa nane Mungu anasema na atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Waraka wa kwanza wa Yohana tatu waraka wa kwanza wa Yohana tatu waraka wa kwanza wa Yohana tatu waraka wa kwanza wawana tatu mstari wake ni wanane. Mungu anasema wa atendaye dhambi ni waibilisi, atendaye dhambi ni waibilisi, atendaye dhambi ni waibilisi. Hii ni dhambi ya kutenda, hii si dhambi ya kurithi kwa Adamu. Yule mtu ambaye anatenda dhambi, Mungu anasema huyo ni waibilisi. ukifa kwa dhambi ukifa kwa dhambi bila kumwamini Kristo bila kutubia dhambi na kumwamini Kristo, ukifa kwa dhambi, ibilisi anakuchukua wewe, ni mali yake, wewe ni mali yake. Hakuna mtu, hakuna mtu analewa anaingia paradiso. Hakuna msinzi anaingia paradiso. Mtu ambaye ana ndoa lakini analala na wanawake hakuna mtu analala na malaya anaingia paradiso. Hakuna mtu anaangalia pornografia anaingia paradiso. Hakuna mwenye chuki, asira, faraka ndani ya moyo wake anaingia paradiso. Mungu ni mtakatifu na ndani yake hakuna giza. Yesu alizaliwa, Yesu alizaliwa ili mwanadamu apate ondoleo, apate toba na ondoleo la dhambi. Yesu alizaliwa, wanafanya nini kwa dhambi? Yesu alisaliwa uondolewe kwa dhambi. Unafurahia dhambi? Mungu anasema ugeuke, ugeuke, uweke macho yako na moyo wako na akili yako Golgotha mali Yesu alienuliwa juu, mali mwanadamu dhambi zake. Dhambi za mwanadamu ziliwekwa kwa mwana wa Mungu ambaye ni Kristo Yesu. Wafanya nini na maisha yako? Wafanya nini na maisha yako? Geuka, ondoka kwa maisha mbaya. Mwaka uwe mpya, moyo uwe mpya, mwaka uwe mpya, matendo ya Yesu Kristo yawekwe kwako. Mungu anataka toba na imani. Mungu anataka toba, toba na imani, hiyo ndio Mungu anataka.